Ya leo hali ya hewa ni tofauti sana. E, sana, tumefika hapa Jumatano baridi ilikuwa kali sana, tumefika mvua inanyesha, Alhamis kadhalika mvua ka ikanyesha, jana Jumanne inanyesha kuanzia asubuhi mpaka jioni e, lakini leo Jumamosi tumeamka e, hali ya hewa ni rafiki sana jua ni kali inawaka. Hii ni kusema ya kwamba kama hali itaendelea hivi hivi, na wataalamu wa masuala ya, ya hali ya hewa wanasema ya kwamba leo na kesho eh, hali ni shwari, hakuna mvua. Maana yake ni kwamba eh, tutapata mazingira mazuri ya hali ya hewa ya kutuwezesha Simba kupambana na kushindana, na niseme tu ya kwamba hali ya hewa ikiwa hii, maana yake ni kwamba hii itakuwa ni hali ya hewa ya Dar es Salaam ambayo inatuwezesha Simba kuweza kujitawala kiwanjani. E, baki siku moja kuelekea mchezo. E, vipi kuhusiana na kikosi? Kikosi kiko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wote wako vizuri e, tumefanya mazoezi Jumatano baada ya kuwasili hapa, Alhamisi, jumaa jana, na leo tunafanya mazoezi hapa katika uwanja wa Moses Mabhida, na wachezaji wetu wapo katika hali nzuri kwelikweli. E, tunaendelea kuwa na wasiwasi wa kumkosa Shemalonfondo, lakini wengine wote waliosalia bado eh, wanao uhakika wa kuitumikia Simba katika mchezo wa kesho. Hii ni kusema ya kwamba Mwalimu Fadlu ana uwanda mpana sasa wa kuchagua nani amtume kazi nani amuweke nje kwa sababu vijana, wake, wake, vijana wake, wake, wake wote wapo kwenye utimamu mkubwa wa kiakili utimamu mkubwa wa kimwili na utimamu wa hali ya juu wa kiufundi. Uh, ni ni ya yeah, chini ya udhamini wa Mokola kesho, tutakuwa na big screen bagala za km kuanzia majira ya saa tatu. Nichukue nafasi hii kuwaita, kuwalika na kuwaomba wanasimba wote wa Dar es Salaam, kesho tundene tukaandike historia ya kuipeleka Simba fainali katika viwanja vya Mbagala za kiem. Kutakuwa kuna big screen pale, watu wataangalia, watatazama, watafurahi kwa pamoja, kutakuwa kuna burudani za hapa na pale kuhakikisha kwamba tunafurahia kwa pamoja Simba yetu kwenda hatua ya fainali. Ahmed, tofauti ya uwanja na Benjamin Mkapa sio sana kwenye eneo la pitch kwa sababu zote ni nyasi asilia. Uh, umeona kwa macho Uh, unawaambia nini ama unahakikishia wanasimba kuhusiana na eneo la pitch ya uwanja? Ni mzuri uwanja ni mzuri. Wenzetu wa Afrika Kusini wana viwanja vizuri, uh, tangu wameandaa World Cup, uh, wameweza ku maintain viwanja vyao, na hapa Moses Mabhida ni katika viwanja ambavyo vilitumika, eh, katika mechi kadhaa za, za, za, za, za kombe la dunia. Kwa hiyo ni uwanja ambao una fit standard za FIFA kama kombe la dunia limechezwa hapa Manake, huo ni uwanja mzuri, ni uwanja ambao unakiti una, una vigezo vya Simba Sports Club, lakini hawajauacha ukachakaa wameendelea ku maintain kwa sababu unatumika katika mechi mbalimbali -mbali, e, za ligi kuu ya hapa Afrika Kusini, kwa bado ni kiwanja kizuri, na kama ambavyo unaona wanakifanyia matengenezo ili kiendelee kuwa kizuri zaidi, ni uwanja ambao unamruhusu uh, Yusuf Kagoma kufanya matakoling yake bila kuchunika wala kuwacha ngozi chini. Kwa hiyo ni uwanja mzuri ambao Simba tunakwenda kutakata kesho katika dimba hmm, la mwanasiasa nguli kutoka Afrika Kusini Moses Mabida. Unaona wana Simba wakijaa waki mle zaidi ya Stellenbosch? Ya, ya huo ndio mpango wetu uh, tuwapate mashabiki wengi wa Simba uh, ni dhahiri shahiri ya kwamba sisi tutakuwa wengi kuliko Stellenbosch kwa sababu uh, Stellenbosch kwanza ma hana mashabiki okay. Lakini kwa hapa daba na hana mashabiki kabisa, labda tu waamue eh, kuja kwa sababu ni timu yao ya Afrika Kusini, na viingilio wameweka very dusko eh, dola ni randi thelathini kama shilingi elfu nne mia tano elfu, mm. mia tano, elfu nne mpaka elfu okay. tano hela fulani ndogo hivi ambayo inawezekana wanaweza wakapata mashabiki simti kwa sababu kiingilio ni kidogo. Lakini hata sisi hatukae kinyonge, tunafanya kila kinachowezekana kuwaita, kuwaalika mashabiki kutoka sehemu mbalimbali waje kwenye mchezo wetu huu. Tunawaalika mashabiki wote wa Simba hapa, wa hapa Daban, wa Tanzania, wa hapa Daban na maeneo mengine ya Afrika Kusini waje waipe nguvu timu yao. Imani yetu ni kwamba sisi tutawazidi Stellenbosch kwa wingi wa mashabiki uwanjani, na hilo likifanikiwa basi nyama anakwenda fainali kwa sababu tayari tunakuwa na nguvu ya mashabiki kutoka jukwaani.